Hey, shalom shalom. Uh, natumai usalama na mumba wetu amezidi kuku kabidhi uzima wake na amani yake, na mimi na amani yake. Namshukuru kwa kuniwezesha, nimeweza kurudi tena kwaweza kuzungumzia swala la kama inampasa mwanaume kufunika kichwa chake anapo hutubu au anapoomba na hili jambo limezungumziwa sana, na limezua mjadala sana tangia nilipozungumzia swala hili kwa lugha ya Kiingereza. Na pia kuna maswali ambayo ameweza kujitokeza, na nitaweza kuyajibu eh, katika video hii ya Kiswahili, sababu eh, wale wahusika waliouliza wanaelewa Kiswahili hicho. Kwa hivyo, e, katika somo hili e, ningependa uweze ukawa tayari kuuliza maswali e, kuchallenge e, sema kile unajua na tuweze kusaidiana na Muumba wetu aweze kubariki. Kwa hivyo kile kitu ambacho nitaweza kutoa hapa, nitaweza kusema msimamo wa Biblia nzima dhidi e, ya hoja ya mtu mmoja ambaye ni Paulo e, katika video hii tutaeleza kinagaubaga jinsi ilivyokuwa na jinsi mambo yalivyofanyika. E, kukakuwa kuna wale waume ambao wanafunika, wengine hawafuniki kwa sababu ya barua zile za Paulo kwa watu wa mataifa yote na kwa sababu sasa hivi haswa e, ni wakati wa kuweza kuirudia sheria ya Muumba wetu kama tunavyosoma katika kitabu cha Isaya mbili mbili na Mika e, ine moja mbili na tutaona e, ni wakati huu wa kurudia sheria. So katika somo hili tutachunguza swali muhimu sana e, kama Biblia inafundisha kuwa mwanaume hapasi kufunika kichwa chake anapoomba au anapo utubu, na ni mojawapo ya mambo ambayo tunaona Muumba wetu walipenda na akasema liweze kutendeka kwa wana Walawi, na sio kwa wana Walawi tu. Tutaona wengine pia ambao si wana Walawi waliweza kufunika vichwa vyao. So, Paulo anasema hivyo katika Wakorintho wa kwanza kumi na moja yake ya nne na kumi na moja yake ya saba, lakini tunapoangalia maandiko yote turati, manabii, wafalme na hata watu wa kawaida tunaona picha tofauti kabisa. Yes, uh, wanaume kufunika kichwa mbele za muumba wetu ni utukufu, heshima na ishara ya unyenyekevu . So ningependa tuweze kuona katika maandiko, nisiweze kusema mambo yangu mi mwenyewe, nawe nayo usiweze kusema mambo yako we mwenyewe, bali tuweze kuingia undani, ili tuweze kufanya uchunguzi eh, wa moja kwa moja katika neno hili la mumba wetu. So hapa katika video hii E, tutataja walioambiwa wafunike vichwa na tutataja walioambiwa wasifunike vichwa e, na tutaangazia kwa nini Ezekieli aliambiwa avue kilemba kwa sababu Ezekieli ishirini na moja ina, tunaona Ezekieli anaambiwa avue kilemba na pia bado inaongelea e, mambo ya siku hizi za mwisho, pia na 24 anaambiwa arudishe. So tutaona na tutaonyesha kwamba hakuna mahali penye unabii e, wa wanaume kuacha kufunika e, kichwa e, bali tutaona maana ya mambo hayo kiundani katika e, neno hili ama katika maandiko e, kila, ma, kila neno nitakalosema e, nataka niseme yatakuwa yametokana yatakuwa yametokana na maandiko bali hayatakuwa mambo yangu binafsi. E, kwa hivyo okay, ningependa kwanza tuone amri ilikuwa gani. E, katika makuhani tunaona muumba wetu aliamuru wafunike e, vichwa. Makuhani walikuwa mfano wa uhusiano wa karibu na muumba wetu vazi lao lilitoka kwa muumba moja kwa moja na lilikuwa linawakilisha e, utakatifu. Hata saizi ukisoma Ufunuo wa Yohana tunaona e, wanapozungumzia mavazi wanaongelea kuhusu utakatifu. A, Walawi nane kumi na tatu inasema hivi kisa, Mose akaleta wana wa Haruni akawavika kanzu na kuwafunga mishipi na kuwawekea vilemba vichwani mwao, kama Bwana alivyomwagiza Mose. Kwa hivyo tunaona mumba wetu yawe mwenyewe akiweza eh, kuwakabidhi Walawi eh, vazi ambalo tunaona kilemba au eh, kufunika kichwa kofia. Ukisoma katika version nyingine itasema kofia eh, tunaona wanaume wana wa wana Haruni, wakifunika vichwa kama amri ya Muumba wetu. Nayo eh, kitabu cha Exodus 28:4 ama Kutoka siina nene yake ine tunaona, na kilemba na mshipi. Kilemba kilikuwa sehemu muhimu eh, ya mavazi matakatifu, kilemba au kofia, bora umefunika kichwa chako I, I it doesn't have to be specific ati zikuwe zote za white ama zikuwe zimetengenezwa kwa njia fulani bora iwe ime mwanaume amefunika. The point is, the key is mwanaume kufunika kichwa chake. E, wale wataweza kilemba, wale wataweza kofia, bora mwanaume amefunika kichwa chake, na pia tunaona e, pia tutaona katika hili neno e, tutaona, tutaenda katika andiko hili tuweze kuona. Hebu niweze kutafutia mahali hapo. So ah, ah, nimekumbuka hiyo verse e, mumba wetu mwenyewe anasema kilemba kitie kichwani e, katika Kutoka ishirini na nane yake thelathini na sita hadi thelathini na nane ambayo nasema nawe utafanya sahani ya dhahabu safi, nawe utie juu ya kilemba na itakuwa juu ya kipaji cha uso wa Haruni. So tunaona sahani ya utakatifu kwa yawe ilikuwa juu ya kilemba mahali pa, pa juu kichwani. Ah, Walawi kumi na sita yake ya ine pia tunaona ikisema vizuri na kilemba cha kitani atafunga kichwani pake yes, atafunga kichwani pake e, e, kuhani mkuu alipoingia mahali patakatifu papatakatifu, e, anayo kilemba kichwani kulingana na andiko hilo, e, kwa hivyo tupati mahali popote katika Torati panaposema kivuniko cha kichwa kwa mwanaume ni aibu. Ni yawe mwenyewe amese aliyesema wavike, na tunaona ni ambi ambayo mumba wetu ali aliambiana direct kwa Musa. Musa walikuwa wanaongea direct na mumba yetu, so watu wa kawaida walikuwa kifunika vichwa vyao. Hebu tuone e, kama ni makuhani pekee au ni wanaume wa kawaida pia. Danieli eh tatu ishirini na moja tunaona ndipo watu hao wakafunga e, katika makoti yao na suruali zao na mavazi yao na kofia zao. Hawa ni Shadraki, Meshaki na Abednego. Uh, ukisoma Daniel 1:6 ni Wayahudi, si Walawi walikuwa na kofia zao, wakati waliposimama kwa imani ama waliposimamia kutetea imani yao mbele ya mfalme, na wakitupwa katika lile moto, walikuwa eh, na zile kofia zao, na tunaona hawajakemea, neno halijakemea. Hii pia wanamanabii, je, walifunika vichwa kwa amri ya mumba wetu ama je, kulikuwa aje? Ezekieli ishirini na nne ayake ya kumi na saba inasema hivi, jizue kilio, jizuie kilio ufunge kilemba chako kichwani. Huyu ni Ezekieli anaambiwa. E, mumba wetu anamwambia nabii wake kwamba avae kilemba, ajipige kilemba e, katika uh, maandiko mengi au katika versions nyingi uh, nayo 24 23 hiyo Ezekieli uh, ah odho kuna mtu atakuja kutusomea 21, Ezekieli 21 and kama jinsi nimeweza kuona ah uh, so 24 23 nasema, na vilemba vitakuwa juu ya vichwa vyenu na viatu migu, miguni mwenu. Naona hiyo ni amri ambayo Ezekieli anaamriwa. So 24, tumeona, Ezekieli 24 tumeona ni verses mbili zinasema avae kilemba na, ila ni 21 peke yake inasema tunaona in, mmba wetu alisema avue kilemba, yani ilikuwa ni ishara ya kuisha kwa ukuhani huo, e, wa kutolea watu sadaka za damu, kwa sababu mmba wetu alichoka na hizo dhabihu E, eh, huu ni mfano wa mtu aliye katika huduma ya kiroho akiwa na kichwa kimefunikwa. E, eh, Ezekieli mwenyewe ambaye tunaona alikuwa akiomba na akiwa akiutubu pia, kwa sababu anaambiwa, ukisoma hiyo Ezekieli 24 wenye tumesoma, utaona anaambiwa ajipige na aendelee kutangaza eh, neno la Muumba wetu. So wakati wa maombi, huzuni na unyenyekevu, wanaume walifunika vichwa Kulingana na Samueli wa pili kumi ah, na tano yake thelathini tunaona na Daudi alipanda amefunika kichwa chake, naye alikuwa anakwenda peku. Daudi, mtu wa moyo wa Mungu wetu, alifunika kichwa wakati wa tukio la maombi na huzuni. Naye Esta sita kumi na mbili, Hamani akarudi nyumbani kwake akiwa amefunika kichwa chake akilia. Kwa hivyo wakati alikuwa akiomboleza pia alifunika kichwa hapo, ikakuwa ni ishara kama ishara ya unyenyekevu na toba. Yeremia kumi na nne yake ya tatu na nne pia tumeona wamefadhaika, wamefunika vichwa vyao, walikuwa wakitubu wale watu wakiwa wamefunika vichwa vyao. Wanaume walifunika vichwa vyao mbele za Muumba kama ishara ya kuanguka chini na kunyenyekea. Aa, na pia nataka tuone watu ambaye walitakiwa wasifunike au eh, wale watu ambaye maandiko inawaruhusu wasifunike ama inawaamrisha wasifunike. Ndio huu muktadha pekee katika Torati ambayo mwanaume alikatazwa kufunika kichwa. Walawi kumi na tatu arobaini na tano. Na yule mwenye pigo la ukoma asizikwaye nguo zake, kichwa chake kiwe wazi, na juu ya mdomo wake afunike masharubu afunike hadi mdomo wake. Mwenye ukoma alikatazwa kufunika kichwa, in fact kitu aliambiwa afunike ni mdomo wake. Lakini yule ambaye ana hutubu kama e, zek, e, Ezekieli 21 17 aliambiwa asifunue na aendelee kunena kabisa, e, kwa sababu alikuwa najisi au watu wa ukoma alitengwa na ushirika, alipaswa kuonekana wazi. Kuwa yuko nje ya utakatifu. So e, mtu mwanaume anapokuwa hajafunika kichwa chake ni ishara kwamba e, yeye hafuati sheria, yeye ni mtu wa Paulo. Kwa hivyo kichwa wazi, alama ya kutengwa, si alama ya ibada. Na ikiwa Paulo anasema waume wanaume wawe na kichwa wazi, anaweka waume wanaume katika nafasi ya watu waliotengwa jambo ambalo Biblia haifundishi mahali popote, na ni vyema tuweze kue, kuelewa mambo haya vyema e, kwa hivyo, kwa nini Ezekieli aliambiwa avue kilemba katika Ezekieli ishirini na moja ayaka ishirini na sita na ishirini na saba Sababu kuna watu wengi ukosea maana ama wanakosa ufahamu e, wa sababu muumba wetu waliolilomfanya amwambie Ezekieli hebu, e, tusome kwanza. Bwana Mungu asema hivi: vua kilemba, ondoa taji, nitaipindua nitaipindua nitaipindua. Hii ni unabii ya overturn overturn, yaani kuondoa wale makuhani pale, kuondoa wale wahubiri pale, wahubiri wahubiriwe na mambo kama hayo. Kwa hivyo hapa, hatuzungumzi ibada, hatuzungumzi maombi, hatuzungumzi mafundisho ya wanaume wote specifically. Hapa ni kuhusu kuanguka kwa ufalme wa Israeli au kuanguka kwa siasa. Na hapa sasa kilemba kilichokuwa hapa ni kilemba cha ufalme ama kilemba cha makuhani wale ambao walikuwa wakiendeleza mambo ya kutoa zile dhabihu e, na tunaona mumba wetu anavua mamlaka ya kifalme, na ni hukumu, si mafundisho ya mavazi e, ni kwa mfalme, si kwa wanaume wote na pia makuhani, kwa sababu kulikuwa na leadership. Kulikuwa na leadership hata katika, katika dini na hiyo mambo ya leadership ya dini na siasa ndio sasa imekuja wakati ziishe. Hakuna sehemu katika e, sehemu hii inayotabiri kuwa wanaume wote watakuja kuacha kufunika vichwa vyao, na kama kunapo naomba niweze kuniambia pale kwa comment ili tuweze kusaidiana. So Paulo peke yake ndiye anasema wanaume wasifunike kichwa. Sasa tuangalie maneno ya Paulo, Wakorintho wa kwanza kumi na moja aya yake ya ine. inasema kila mwanaume asalipo au anapo hutubu naye amefunika kichwa yuaibisha kichwa chake. Ah, aya 7 saba naye kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika kichwa. Hiyo ndiyo hoja ya Paulo. Sasa tukilinganisha na Biblia nzima tunapata kwamba hakuna aliyewahi kusema hivyo kabla ya Paulo, hakuna aliyewahi kurudia hiyo ibada ya Paulo. Torati inafundisha kinyume, manabii wanafundisha kinyume, wafalme wanafanya kinyume watu wa kawaida wanafanya kinyume. Hata wenye ukoma pekee ndio walionyimwa kifuniko ama e, hawakuruhusiwa kufunika. Na Kumbukumbu la Torati kumi na tisa yake ya kumi na tano inasema, kwa kinywa cha mashahidi wawili au watatu neno lolote lithibitishwe. Lakini kwa Paulo hana shahidi wa pili. Hakuna mtume mwingine ambaye anasema hivyo, hajathibitishwa na Musa wala manabii wala Torati, yeye ni mtumo. Biblia inatukataza kukubali mafundisho ya mtu mmoja bila ushahidi wa maandiko mengine, na hakuna unabii popote unaotabiri wanaume kuacha kufunika vichwa Torati, vitabu vya kihistoria, Zaburi, manabii, hata Injili, hakuna even one unabii unasema wanaume watawacha kufunika vichwa vyao katika ibada. Badala yake, kila mahali wanaume wanaofuatana na Yawe wanaonekana wakiwa na vichwa vimefunikwa. Kifuniko cha kichwa ni ishara ya utakatifu, heshima, unyenyekevu na ibada. Kutovaa kifuniko ni alama ya mwenye ukoma aliye nje ya kambi. Kwa hiyo Paulo anatoa mtazamo wake binafsi, mazingira ya kigiriki kirumi, si kwa msingi wa biblia nzima Kwa kuunganisha maandiko yote, kuna mengine hatujasoma. 2840 Kutoka, nafikiria hii vasa tungeiacha 2840 Kutoka itaweza kukuambia ni utukufu, ni utukufu. Kufunika kichwa ni utukufu 2840 If I'm not wrong, ndio exactly fanyia kofia kwa utukufu na uzuri. Kwa hivyo, eh, yes, kofia ilikuwa inafanyika kwa utukufu na uzuri. So kofia au kufunika kichwa kwa mwanaume, mtu asikudanganye ati so wewe wewe because una nika kichwa chako wewe wewe, sasa mambo yako inafaa yangaliwe yangaliwe vizuri. Uh, so alie kataza tu kufunika kichwa peke yake ni mwenye ukoma tu, ishara ya kutengwa. Ezekieli alivuriwa kilemba kwa sababu ya kuondolewa ufalme kumalizwa kwa siasa na dini, hii ndio unabii wa overturn na ndio inaenda kufanyika sasa hivi. Wahubiri wahubiriwe, siasa na dini inaenda kuisha completely. Watu warudie amri za Mumba wetu. Hakuna sehemu bibilia nzima inayotabiri wanaume kuacha kufunika kichwa. Paulo ndiye mtu wa kwanza na wa mwisho kutoa kauli ya kupinga maandiko yote ambayo tumeweza kusoma. Kwa hiyo kulingana na Biblia yote wanaume kufunika vichwa vyao ni utukufu, ni heshima. Tumetoka kusoma hapa hivi Exodus 28:40, ni utukufu, ni heshima, ni utii na ni mfano wa ibada ya kweli mbele za mumba wetu, kwa sababu wale ambao walikuwa wakifunika, tunaona wakinena mambo ya kweli, mambo ya sheria, mambo ambayo mumba wetu ameagiza yanenwe. Lakini sasa kwa kuvua kichwa kuvua hivi kichwa hivi, na ningependa mambo ambayo nimesema sijaweza kusoma direct nimesema tu kwa ufupi ili kuweza kuelezea video hii siku irefu. Ningependa tusome Zekaria. Zekaria hiyo nilikuwa ninasoma 21. So not Zekaria, sorry, Ezekieli 21:17 ili uh, hayo, hayo mengine ambayo nimetaja pia ujue sijasoma ile uende ukaisome zaidi ili uweze kuelewa zaidi 21, 17, inasema uh, nami mimi nami nitapiga makofi not 21, sorry. 24, 24, 24, Ezekiel 24 17, inasema ugua, lakini si kwa sauti ya kusikiwa usifanye matanga kwa ajili yake yeye aliyekufa, ya jipige kilemba chako ukavae viatu vyako, wala usifunike midomo yako, wala usile chakula cha mtu. so tunaona Ezekieli akiambiwa direct ajipige kilemba na asifunike mdomo aendelee kusema ma mambo ambayo ameelezewa na mumba yetu akaweze kuyasema, kwa hivyo mwanaume anapo utubu pige apige kilemba chake ama afunike kichwa chake. Si lazima iwe kilemba, sababu tumeona Shadraki na Meshaki na Abednego walikuwa Wayahudi kulingana na Danieli 1:6, na walikuwa na kofia. so the key is kufunika kichwa. Kulingana na maandiko yote, mwanaume anafaa kufunika kichwa chake, isipokuwa tu ni mtu mmoja ambaye amejitokeza kusema mambo yake na Huyu Paul tutaweza kuzidi kuchunguza tuone mambo mengi Paulo ananena kinyume na jinsi eh, ilivyokuwa ama inavyostahili kunenwa, lakini yote ni sawa, lazima unabii uweze kutimia, eh, watu waweze kwanza kuondolewa kwa shahidi ya ndio. Sasa hii unabii ya revival ikaweze kukubalika ama ikaweze kukuja kukua, watu kurudia sheria ya mumba wetu makundi makundi si katika makanisa makundi makundi kama isemavyo Isaya mbili mbili na tatu na eh, Mika ine moja na mbili watakusanyika makundi makundi, na waweze kuikubalia ile sheria ile ya Zayuni na neno la mumba wetu kutoka Yerusalemu. Sina budi kutamatishia hapo. Asante sana kwa muda wako. E, endelea kuuliza maswali yote nitaweza kuyajibu, na muumba wetu awezidi kukubariki. E, mimi ambaye nimekuwa nikizungumza naye e, naitwa Joseph Njenga ama Maura wa Njenga. E, na nakitaka kuuliza swali, uliza hapo kwa comment session na utaweza kujibiwa, na kama swali lako ni refu ama unaweza ta kujibiwa. Eh, kinaga ubaga nambari yangu ya simu ni sifuri saba moja saba sifuri sita tano sifuri saba tatu sifuri saba moja saba sifuri sita tano sifuri saba tatu Have a blessed night and uh, uh, may you continue to learn.